Tuna somo linaloitwa kiu ya kupanda viwango. Kiu ni shauku au ni uhitaji wenye msukumo mkubwa unaotoka ndani ya kiumbe. Tunasema ndani ya kiumbe kwa sababu hata ng'ombe wanakuaga na kiu ya maji, si ndio? Eh, hata wanyama wanakuaga, lakini sasa inategemeana ni kiu ya aina gani. Na kiu tunayoongelea leo ni ya kiungu, kiu ya kiungu. Kwa hiyo tukasema katika wiki hii kuna watu ambao Mungu anaenda kuwapandisha viwango. Niamini katika hili kwa sababu Mungu anapoachilia neno lazima lina roho nyuma yake, na kama neno ni la kimungu, maanake Roho wa Mungu anakuwa nyuma ya lile neno, kulifuatilia lifanye kitu. Haleluya, haleluya. Tunapoongelea kiu ya kupanda viwango, ni shauku ya ndani Ambayo ile shauku ya ndani hata ikutane na mazingira magumu kiasi gani haitakubali kukatishwa tamaa. lia Bartimayo mwana wa Timayo, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Marko mlango wa kumi kuanzia mstari wa 46 na kuendelea, Biblia inatuambia Yesu akaenda mpaka Yeriko, akiwa njiani anakwenda Yeriko akakutana na mtu, akamsikia mtu anaitwa Bartimayo, ambaye baba wa huyu Bartimayo anaitwa Timayo mwana wa Timayo Timayo aliposikia Yesu anapita, maana alikuwa haoni, aliposikia Yesu anapita akapaza sauti yake kwa nguvu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Wale waliokuwa wanaona, waliokuwa wapo na Yesu ambao kiuhalisia inawezekana wangekuwa ndio msaada wa kumleta Batimayo kwa Yesu siaoni, wakamnyamazisha wakamkataza, wakamwambia nyamaza, lakini kwa kadri wanavyomwambia nyamaza ndivyo alivyozidi kupaza sauti. Una nini mkononi? Ni kweli hauoni, biashara ni kweli hauoni, njia. Lakini una jambo moja, Mungu amekupa sauti ya kutafuta nguvu zake. Paza sauti kwa Bwana, usikubali kufa na usichonacho. Anza na ulicho nacho. Naongea na mtu, anza na ulicho nacho. Kama ni mtaji, batimayo alikuwa na mtaji ambao ni sauti. Kama ni mtaji, batimayo alikuwa na mtaji ambao ni sauti. Wengine wote wanaona wana naongea wana wanasikia. Mtaji wa Batimayo sio kuomba sio kusikia, alikuwa na sauti. Ni kweli sioni, lakini naweza kusema, ni kweli sioni, lakini nimesikia habari za Yesu. Mungu akuinulie tena viwango vingine kwa shauku, kwa jina la Yesu. Wakati Batimayo anachukua alichonacho apate asichonacho, akapaze sauti, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Wakamkemea, hakujali Wakamkemea tena Batimayo hakujali. Marko kumi kuanzia 46 na kuendelea. Pamoja na kumkemea Batimayo vya kutosha, lakini yeye hakuangalia wanaomzuia. Alichokiangalia nini, ninahitaji nimechoka kukaa katika hali ya upofu. Nini ninachohitaji? Nimechoka kukaa katika hali ya kutokuona. Wanaonikemea wanaona, lakini mimi sioni, na hawaelewi mauchungu nilionao, hawaelewi mahali ninapopitia. Ni kama wewe tu umekaa mahali ambapo It is a comfortable zone kwako, lakini kiuhalisia hauhitaji sasa hivi kutiwa moyo tena, unahitaji kuinuka na kusema niache niende kwa jini la Yesu. Batimayo akapaza sauti, wakamzuia Yesu. Aliposema, muiteni aje. Imagine, wale wale waliokuwa wanamkemea, anamwambia inuka, uwe jasiri, anakuita. Ninachokwambia ni nini? Kuna watu ambao sasa hivi inawezekana unawategemea watakuwa msaada kwako. Kuna watu inawezekana unawategemea wana nafasi nzuri ya kukusaidia, na wakati mwingine hawajasimama kwenye nafasi ya kukusaidia haimaanishi Mungu ameondoa kusudi lako, haimaanishi Mungu ameondoa mpango wa maisha kwako. Anasema katika kitabu cha Yeremia Mungu anatuwazia yaliyo mema, kutupa tumaini siku zote za maisha yetu, Yeremia 29:11 mpaka 13. Kututazama mimi nawawazia mema, ninayajua matendo yako, ninayajua mawazo ninayokuazia, kukupa tumaini siku zote za maisha yako Nawe utakwenda, utakaponitafuta kwa bidii nitaonekana. Aha, tunapopishana na gari lililobeba majibu yetu ni pale pale. We, wewe utakwenda. Watu wanatakaga majibu bila kwenda, watu wanatakaga majibu bila kutafuta kwa bidii. Kufanikiwa au kuendea viwango Mungu anavyotaka ni mchakato. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 18 anasema utukufu hadi utukufu neema hadi neema, and therefore ni mapenzi ya Mungu kutoka levo moja kwenda levo nyingine kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Hagai mlango wa pili kuanzia mstari wa tisa, wa sita mpaka wa tisa. Ambapo Mungu alikuwa anaongea na Hagai ambaye Hagai alikuwepo pamoja na kuhani wa Bwana anayeitwa Joshua akawaambia pandeni milimani, kateni miti. Nisikilize ili neno kwanza, pandeni milimani, kateni miti, mkanijenge mkaijenge nyumba ya Bwana. Ni kwamba hampati vitu kwa sababu mmeiacha nyumba ya Mungu ikiwa katika hali ya uharibifu. Alivyomaliza kuambia unakuja sasa, Hagai mbili kwanzia sita hadi tisa akawambia nitatikisa mbingu, nitatikisa mbingu na mataifa wataleta utajiri, nitatikisa mbingu na watu kutoka maeneo mbalimbali wataleta utajiri na heshima, na hiyo nyumba mliyoanza kujenga nye itakamilika. Akasema na utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Ninachokuambia ni nini? Kumbe hata utukufu unaenda levo hadi levo. Ule utukufu wa kwanza Mungu anamwambia Hagai, baada ya kujenga na mimi kukusaidia kutikisa mbingu, alafu wageni wakakusaidia, mataifa yakakusaidia, utukufu wa nyumba hii utakuwa mkubwa Mungu afanye kazi kwa sara. Kama Mungu alijua akitikisa mbingu zitaachilia baraka, kwa nini aliwaambia wao waanze kupanda mlimani? Ili Mungu akutoe mahali, ili Mungu akupeleke mahali, ni lazima uingie gharama, ni lazima ugharamie kile cha Kimungu. Mungu alipotaka kuwabariki hawa watu kwanza alitaka wao, hata kama hawana pesa lakini wanayo miti, wanayo fito, wanayo nguzo, wapande mlimani. Anajua akitikisa mataifa yatakuja, lakini watabarikiwa mataifa. Waliojenga pale, wale waliokaa pale, watakuwa hawana fito za mahali pale, na ndiyo maana sadaka ya kwanza ilitakiwa itengenezwe na wao, unapomiliki malango ya mwaka

Sio malango ya kuendea kawaida. Kama ulikuwa hujui kuomba Januari, usikubali kwenda kikawaida. Tumebakiza siku chache, ni mwezi wa neema huu. Ni mwezi ambao Nuhu aliambiwa nenda kachungulie maji kama yale maji yamekauka. Na Nuhu alipotoka kwenye safina ambayo ilipigwa kwa gharika, alikuta maji yamekauka, akaamua kutoka kwenye safina na kuombea kwa Bwana kila maji yaliyosimama kwenye maisha yako, kila maji yaliyosimama kwa watoto wako. Kila maji yaliyosimama kwenye afya yako, mwezi wa kwanza, tunatangaza kukauka, tunatangaza kukauka, tunatangaza kukauka, tunatangaza kukauka, kukauka! Maji ya magonjwa, maji ya uharibifu, maji ya kukataliwa, anayetangaza kukauka sema tunatangaza kukauka, yale maji yanavyokauka, maji ya garika, maji ya magonjwa, maji ya kukataliwa, maji ya fedhea, maji ya Rapapapa, ritatata rikoshata. Kuna maji yanakauka, kuna maji yanakauka, maji yaliyoleta gharika, maji yaliyoleta gharika, gharika ya umaskini. Hayo maji, sema kauka. Kitabu cha Mwanzo mlango wa nane anasema Mungu, na Mungu kuanzia mstari wa kwanza na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilichoko hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika, katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi maji yakapungua. Kumbe Mungu alipomkumbuka Nuhu alivumisha upepo ondoa maji kafunga madirisha ya mbinguni, nyamazisha maji. Kwa nini? Yale maji yaliyokuja kwa ajili ya Nuhu, yalikuja kwa ajili ya kugarika, kuharibu waliokuwa wameiharibu nchi, lakini baada ya garika, anataka amtoe mwanaye anayependezwa naye akamkumbuka Bwana. Akukumbuke mwezi huu kwa jina la Yesu. Bwana akukumbuke mwaka huu kwa jina la Yesu. Bwana akumbuke vyote ulivyo navyo. Kutoka kumi na mbili mstari wa kwanza na wa pili neno la Mungu linasema nenda kawaambie wana wa Israeli, huu utakuwa ni mwanzo mpya kwao, nao utakuwa ni mwanzo wa miezi kwao nao utakuwa ni miezi ya mwanzo wa miaka kwao. Alijua wamekaa miaka mia nne jangwani, kama anavyojua umekaa miaka mingi kwenye mateso ya ndoa, kama anavyojua umekaa miaka mingi kwenye mateso ya familia, kama anavyojua umejitahidi kuchukua hatua na hakuna kinachoenda mbele kwenye maisha yako, kama anavyojua umekaa miaka mingi kwenye nyumba za kupangisha na huoni milango ya kutokea, kama anavyojua umekaa kwenye mahusiano kwa miaka mingi, lakini hakuna kinachozaliwa, hakuna amani, hakuna furaha, hakuna upendo. Ile miaka Mungu anajua umetumika kwa hasara, ile miaka Mungu anajua umetumika kwa hasara. Leo Mungu anafuta miaka ya hasara kwako kwa jina la Yesu. Sema, E Bwana Yesu, e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninajua ya kwamba imeandikwa ulifuta miaka ya hasara waliotumika wana wa Israeli kule kwa Farao, kule kwa Farao. Katika maisha yangu iko miaka ya hasara niliyotumika bila faida, bila faida. Asubuhi ya leo ninaomba, ninaomba ile miaka iliyoliwa na madumadu madu, na parare na tunutu ifutike leo, ifutike leo ifutike leo, futa hiyo miaka futa hiyo miaka, hebu nenda kama unafanya nenda kama unafuta fanya kama ishara fanya kama ishara, futa hiyo miaka futa hiyo miaka ya magonjwa, futa hiyo miaka ya hasara, futa hiyo miaka rapapapa, anayefuta malaika anafuta, anayefuta malaika anafuta, anayefuta malaika, malaika anafuta. Na wewe unayeumwa na mguu wa kulia, hapo ulipo hapo ulipo, kuna nguvu inaachiliwa kwako rapapapa. Naongea na mtu anayebebwa na mkono wa Bwana. Ripapapa, ripapapa, endelea, endelea, endelea. Kuna miaka inafutwa, kuna miaka ya magonjwa inafutwa, kuna watu wanafutiwa miaka ya vidonda vya tumbo, kuna watu wanafutiwa miaka ya mateso kwenye ndoa, kwenye familia, hao watoto wanaozunguka na cheti wanaozunguka na basha kwa kukosa kazi, miaka ya kuzunguka inafutwa. Bwana anaanza upya, Bwana anaanza upya. Hili ni lango la upya. Hebu tamka, tamka, tamka, tamka Tamka unachofuta kinafutwa mwaka mzima, unachofuta kinafutwa mwaka mzima, katika jina la Yesu.